Yes, habari za wakati, ndugu mpenzi mtazamaji wa chaneli yetu pendwa ya matukio TV. Tazama leo mwenyekiti cha cha wa chama cha demokrasia na maendeleo cha CHADEMA Tundu Antipas Lissu alivyowafurahisha wananchi wa mkoa wa Iringa akiwa anaanza kampeni zake katika hali ya usafi kabisa. Tazama maneno aliyoongea mheshimiwa huyu. Ewe mtazamaji wa chaneli hii ya Matukio TV, usikose kusubscribe chaneli hii, kwani itakupatia taarifa za moja kwa moja kutokea mkoani Iringa na mikoa mingine iliyopo hapa nchini Tanzania. Na kusi usikose kusubscribe chaneli hii ili usipitwe na matukio haya yanayokujia.